Matokeo yake ni kwamba inaonekana kwamba siku hizi Wakristo wengi wanaosali wanasali kwa sababu ya matatizo na changamoto wanazopitia kwenye maisha. Lakini ukikuta mtu biashara yake inaenda vizuri, kazini yuko sawa, ndoa yake iko salama, watoto wake wako salama, hauwezi ukamkuta anafunga, hauwezi ukamkuta anatoa sadaka. Asa akiangalia ana amani, akiangalia biashara inaenda vizuri, akiangalia kazini hana changamoto Akiangalia mtaji wake uko sawa, kwa hiyo hata hajigusi haji lakini, kumbe inawezekana ana analiwa timing tu, anasema ok, furahia tu mda huu, lakini zinakuja nyakati ambazo tutahakikisha unanuka kwa kila mtu, nyakati ambazo mawazo yako, mipango yako, hata kama ni mizuri kiasi gani, haitakubalika kwa mtu yeyote. Tunaomba Mungu atupe uzima. Tafasiri ya kuomba Mungu atupe uzima ni kwamba tunaomba Mungu alinde nyakati zinazokuja. So unazisemesha nyakati zinazokuja?